Waziri Mkuu Mizengo Pinda amesema kuwa serikali imedhamiria kuweka utaratibu wa kutambua shughuli zinazofanywa na Mahakama ya Kadhi kupitia mswada wa marekebisho ya sheria. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu Pinda amesema kuwa kati, hakuna njama zozote katika kukwamisha suala hilo. Taarifa ya Edward Kondela inasomwa hapa studio. Upinda ametoa kauli hiyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake jijini Dar es Salaam. Jambo hili halina njama yoyote hivi, ujanja ujanja wowote ule wa kutaka sasa likarejeshwe tena kwenye katiba hiyo inayopendekezwa liingizwe pale, kwa sababu hiyo rumu haipo. Bunge la katiba hilo limeshavunjika. Haiwezekani labda kuingia sasa kwa mlango mwingine yeah. na sisi kama kundi la Watanzania ambao madhehebu yetu makubwa ni haya mawili. Hili linaloombwa upande huu, tusilichukulie tu kwa kwa hasira hivi, kama vile halina maana au halihitajiki. Hapana, sasa ule utaratibu ndio umeona kule kwenye, kwenye marekebisho, tunasema waziri atautunga kanuni zitakazosaidia utekelezwaji wa haya atakaokuwa amefanyika na vyombo hivyo, kwa mstakabali tu wa nchi yetu, amani, tulivu, upendo na kuhakikisha tu kwamba tunakwenda katika kikao hicho Waziri Mkuu Pinda ametaja shughuli zinazopaswa kufanywa na Mahakama ya Kadhi. Masuala yote jinae, ya jinai yatatumika utaratibu wa kawaida tunaotumia kwenda mahakamani. Utakamatwa na polisi e, upelelezi utafanyika, utakuwa prosecuted na baadaye amu utatoka hapa, tunadidi na mambo yale tu ya kifamilia, haya, ndoa, talaka, mirathi, watoto, wakfu na kadhalika kwayo ni vitu vile ambavyo vinahusiana zaidi na mambo haya kuliko hili ambalo unalizungumza. Hii ambayo tunaipeleka bungeni, lengo lake kubwa hasa hasa ni kutaka kuweka huo utaratibu utakaotuwezesha kutambua haya maamuzi yanayofanywa na, ch na chombo hiki, ili yanapokuja kwenye jamii huku yasikwame tu, kwa sababu mtu anasema hilo halitambuliki wala hatuvijui. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kusoma katiba inayopendekezwa wakati serikali ikifanya utaratibu wa kusambaza nakala zingine katika wizara zote, taasisi mbalimbali mbali, vyama vya siasa na asasi za kiraia. Zaidi ya nakala milioni moja na laki tatu za katiba inayopendekezwa zimeshasambazwa katika mikoa yote. Katherini Nyoni, TBC.